swali la muhimu la kujiuliza ni kwamba leo babeli inawakilisha nini kwa sababu kama tulivyojifunza babeli haikupoteza kabisa mamlaka yake bado kuliendelea kuwa na urithishwaji wa zile tabia za kibabeli kadiri ambavyo falme zilizidi kusogea sasa leo babeli tunaitazama katika muktadha wa kiroho kama ambavyo tumesoma kitabu cha petro wa kwanza sura ya tano aya ya kumi na tatu petro yuko rumi lakini anasema yuko babeli anaitazama babeli ya kiroho ambayo ina operate kupitia huyu rumi kona leo babeli inakuwa ina mtazamo huo. Tutaitazama babeli katika maana pana kama neno la kiroho, lakini unaomaanisha mambo yale yale. Moja ni kwamba ni adui wa watu wa Mungu, ni adui wa kanisa la Mungu, lakini mbili ni mwiba kwa watu wa Mungu, nazuia watu wa Mungu wasifanye ibada katika dhamiri iliyo safi. Katika ulimwengu tuliopo hakuna mji unaitwa Babeli, lakini Babeli inawakilisha mfumo wa kidini uliopotoka, mafundisho yaliyopotokwa yaliyopotoka na kwa mujibu wa Ufunuo sura ya kumi na saba unaongozwa na mama wa makahaba, ambao kitabu cha Ufunuo, kitabu cha Danieli na Ufunuo kumi na tatu kilituambia kwamba huyu mama wa makahaba anaetajwa kwamba amekaa juu ya mnyama ni Roman Catholic Church, na huyu anakuwa pamoja na makanisa asi ya Kiprotestanti. Kwa nini tunasema hivi? Moja, tulijifunza ya kwamba Babeli tafsiri yake ni machafuko, na hapa tutakuwa tunazungumzia machafuko ya kidini. Lakini mbili, ni mfumo ulioasi ni mfumo uliowasi dini, uliowasi mafundisho sahihi ya neno la Mungu, umepotoka kutoka katika misingi ya Kikristo na inafundisha mafundisho ambayo ni potovu, na ndio maana anatajwa kama mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Lakini kama ni mama wa makahaba, basi ana watoto. Kwa hiyo leo tutakavyokuwa tunaitaja Babeli, tutakuwa tunataja muungano huu, umoja huu, mfumo huu wa kidini wenye mafundisho yaliyopotoka. Tutaenda kuangalia taratibu tu kumbuka warumi uh, ufunuo sura hii ya kumi na nne ameotaja habari ya kwamba umeanguka babeli anasema umewanywesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Kwa hiyo kumbe kuna mvinyo kuna mataifa na kuna washerati. moja tutaenda kuangalia kimoja baada ya kingine twende tusome sasa kitabu cha ufunuo sura ya kumi na saba kwa hiyo kama nilivyotangulia kusema babeli leo inawakilisha mfumo wa kidini uliopotoka ukiongozwa na mama wa makahaba Roman Catholic Church pamoja na makanisa mengine ya kiprotestanti yaliyoasi na leo tutaenda kuangalia neno la Mungu kuonesha ya kwamba hawa licha ya kwamba anajiita waprotestanti lakini wameasi misingi ya Ukristo. Taratibu tu tutaenda kuweka mambo sawa. Ufunuo sura ya kumi na saba aya ya tatu mpaka aya ya tano neno la Mungu linasema hivi Ehe, ufunuo sura ya kumi na saba aya ya tatu mpaka aya ya tano nifungue hapa kwa haraka, neno la Mungu linasema hivyo, akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa saba na pembe kumi. Kumbuka huyu mnyama ndio tulimuona kwenye ufunuo sura ya, ya, ya, ya kumi na tatu. Ni huyu pia anafanana na, na ile pembe ya Danieli sura ya saba. Ni huyu pia anafanana na, na ule joka tuliyemuona kwenye ufunuo sura ya kumi na mbili. Wanaendana lao ni moja, kumpinga Mungu kupitia kanisa lake na kuleta mfumo wa dini bandia na kupinga mamlaka ya Mungu. Na ndio maana nimesema tangu mwanzo ya kwamba sifa bainishi ya Babeli ni kupinga, kumpinga Mungu kupitia kanisa lake. Ni adui wa Mungu, lakini pia ni mwiba kwa watu wa Mungu. Kwa hiyo yuko mnyama hapa ambaye anafanana na wale wanyama tuliowaona ambao tuliona ni mamlaka ya Rumi. Lakini haya nne, anasema na mwanamke yule alikuwa amevikwa rangi ya zambarau na nyekundu amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na dhahabu na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichokuwa na machukizo na machafu ya washarati wake. Alafu aya tano anasema na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa, siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Sasa hapo kuna vitu viwili napaswa kuvielewa. Moja ni kwamba mwanamke katika unabii anasimama kuwakilisha kanisa. Ukiangalia uhusiano kati ya Kristo na kanisa lake, Paulo anaulinganisha na uhusiano kati ya mume na mke. Unaposoma kitabu cha Yeremia sura ya pili na ya tatu Mungu anavyoelezea uasi wa Yerusalemu, anauelezea kama mke aliyeolewa kihalali na mume wake, halafu akamuasi na kwenda kufanya ukahaba na wanaume wengine. Unaposoma kitabu pia cha Wakorinto, nadhani Paulo anasema ya kwamba ni sura ya pili anasema ya kwamba naliwaposea mume mmoja ili nimletee Kristo bikra safi. Kwa hiyo mwanamke anawakilisha kanisa, lakini mnyama anawakilisha ufalme. Soma Danieli saba kumi na saba. Kwa hiyo picha tunaiona kwenye Ufunuo sura ya kumi na saba ni kanisa lililojengwa au lenye misingi yake juu ya ufalme, na huo ufalme kama ambavyo tayari tumeshauona ni ufalme wa Rumi. Kwa hiyo mwanamke huyu kanisa, amejengwa juu ya mnyama, sawa na yule wa Ufunuo kumi na tatu ambaye ni utawala wa Rumi. Sasa swali rahisi ni kanisa gani hapa duniani lililojengwa au kuchukua mamlaka yake kutoka kwa Rumi? ni kanisa gani? Ndio maana walinaitwa kanisa Katoliki la Rumi, kwa sababu lilichukua lilirithi mamlaka yake na madaraka yake, limejengwa juu ya rum, uh, ufalme ule wa Rumi ya zamani, na haya sio maneno yangu. Kitabu cha Papal Rights and Privileges, ukurasa wa kumi na tatu na ukurasa wa kumi na nne tunaenda kuthibitisha hilo kwamba kanisa la Roman Catholic limejengwa juu ya utawala ule wa ile Rumi iliyochukua mamlaka yake kutoka kwa Wayunani waliochukua mamlaka yao kutoka kwa Babeli waliochukua mamlaka yao kutoka kwa Shetani. Kwa lugha rahisi, kuna direct connection, ya ya, ya, ya, ya, flow, ya mafundisho kutoka kwa Shetani kupitia Babeli kupitia Wamedi na Wajemi kupitia Wayunani kupitia Warumi na kuja mpaka kwa kanisa. Ndicho kinachotokea, na historia na neno la Mungu vinathibitisha hilo. Ngoja nikusomee nukuu, hiki kitabu kimeandikwa, kinaitwa Papal Rights and Privileges, kinasema hivi Wakati ufalme wa Rumi ulipoupokea Ukristo na kanisa likahakikishiwa imani mf, amani mfalme aliacha Rumi kwa papa ili uwe kiti cha enzi cha mamlaka ya mwakilishi wa Kristo ambaye angetawala hapa akiwa huru bila kuingiliwa na mamlaka zozote za kibinadamu hadi ukamilisho wa vizazi vyote hadi mwisho wa wakati. Yaani, mfalme wa Rumi aliacha madaraka kwa papa, ambaye ni kiongozi wa kanisa.